Eh, hili ni jiko ambalo linatumika kuongeza joto katika chumba cha vifaranga. Unapojenga banda la, la kufugia vifaranga unahitaji joto ili kuweza kuwafanya waweze kuishi. Wakati mwingine tunatumia njia ya kutumia balbu ku kutengeneza joto ndani ya jumba la vifaranga ikitegemea ukubwa ambao chumba hicho umekitengeneza. E, jiko hili ni kama hita, hapa nimejitengeneza na liko tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Ndani ya hili jiko unaweka mkaa kama kawaida, lakini lile joto linalotoka katika jiko hili linasafiri kwa kupitia bomba hili. Eh, sababu ya kutengeneza jiko hili litasababisha ndani kusiwe na hewa yoyote ambayo inaweza ikasababisha madhara kwenye vifaranga. Tumetengeneza jiko maalum ambalo litatumika moja kwa moja kukuzia vifaranga bila kuwazuru. Kama unavyoona ndani ya jiko hili kuna mkaa na Uzuri wa jiko hili unaweza ukatumia mkaa wa aina yoyote. Hapa ninatumia mkaa huu ambao ninauzalisha mimi mwenyewe, lakini ninachotaka kukuambia unaweza ukatumia mkaa wa aina yoyote kwa ajili ya kuzalisha joto, lakini pia unaweza ukatumia hata kuni ndogo ndogo, kwa sababu jiko hili utakapoliweka ndani, moshi wake hautakaa ndani ya banda, jinsi ninavyokuonyesha kwamba joto litatoka hapo litasafiri katika njia hii. Kwa hiyo vifaranga watakuwa wakicheza karibu na bomba hili, ili bomba litakuwa na joto kwa kulingana na, kwa kawaida vifaranga wenyewe vina uwezo wa kupima ni joto gani linalostahili upande wao. Jiko hili linapaswa kukaa katika chumba chenye urefu wa mita tatu kwa tatu chumba chenye ukubwa wa mita tatu kwa tatu hadi mita tatu kwa, kwa sita kina uwezo kiasi. Ambacho unachoweza kuangalia ni jinsi gani utaweka mkaa ambao utakuonyesha uta unadumu kwa muda gani. Kwa kutumia mkaa huu unapojaza jiko hili, mkaa huu unaweza ukakaa masaa nane, kwa hiyo baadaye nitakuonyesha chumba maalum kinachoweza kukaa ku, jiko linaloweza kukaa katika chumba hicho. Hapa nikuja na Kushoka Tools Manufacture Tabora. Kutokana na ujenzi utakaojengwa, hii exhaust inatakiwa kuwa nje, ikisababisha hewa yote chafu inayozalishwa na mkaa isikae ndani, iweze kutoka nje Najioton, peke, ndoli, na joto pekee ndo linalobaki ndani ya chumba hicho. Asante kwa kunisikiliza.